Nikwambie tu kwamba karibu sana kwenye kipindi kingine tena cha tafsiri za ndoto, nami Maalim Jaafar Mtavassy. Ndugu zangu, kama ni mara ya kwanza ndio, eh, mmoja miongoni mwetu amekuwa ameview, yani niseme na wewe ambaye ndio mara ya kwanza leo una view Mtavassy TV online, hiki ni kisima cha maarifa kuhusu ndoto na tiba hasa inayohusu Qurani na miti, lakini pia tafsiri za ndoto. Hiki ni kisima cha maarifa lillahi alhamdulimina. Na leo hii tunatafsiri hapa eh, kitabu fil manami lawama, kujilaumu ndotoni. Je, hii hasa inajulisha nini katika maono ya usingizi? Ndugu yangu, um, imamu Sheikh Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala, napenda nikisema, nitangulize rai za mashekhe wafasiri eh, wakubwa wandoto waliotangulia kisha ndio niweke rai zangu na mimi ah, na hii ni kwa heshima kubwa sana kwa kuheshimu kile ambacho wao wamepewa na Allah subhanahu wataala katika kipawa cha kufahamu ndoto na elimu hii kubwa na tukufu inayoeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria kuyapata wewe katika maono ya usingizi. Um, anasema kwamba wa amma itabu fayadullu ala lmahabba, na amma lawama, basi hujulisha kuhusu mapenzi na akatoa mfano Eh, wa waanshada ba'dhum, na wameimba baadhi eh, ya waimbaji kwamba idha dhahaba al-itabu falaysa wudu wa yabqa al-wudu ma baqiya al-itab, lawama zikiondoka, basi mapenzi si kitu, yani hapo, haku hakuna mapenzi, mapenzi yatakuwa yameondoka, wa yabqa al- na mapenzi hubaki eh, mabaki ya lihitabu muda wa kuwa eh, lawama zinaendelea. Unajua, anayekupenda siku zote hukutakia heri. Sasa akikuona, hauishi katika heri, hauishi kwenye heri mara zote, haachi kukukosoa na haachi kukulaumu, mbona unafanya hivi? Naeleweka vizuri eh? Kwa hivyo hata katika ndoa fanhuchukua nenda kautumie pale, fa in ra'a annahu yu'atabu nafsahu fa innahu yaamalu amalan yandamu aleihi na wa yalumu 'alayhi nafsahu, na anasema mtu akiona anajilaumu mwenyewe, basi mtu huyu atatenda tendo au atafanya jambo ambalo litamfanya ajutie jambo hilo ajutie na hii anapata wapi? Huu ndio utamu wa kuchukua ilmu kwa wanazuoni wakubwa, wanaturudisha kwenye kitabu tena. Na ndiyo sehemu ya kwanza ambayo mimi ninashauri, tukitaka kutafsiri ndoto, basi tuanze na tafsiri za kiroho, kwa sababu ni alaka baina ya sisi na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia malaika sidiqun Inaweza ikawa ndoto ya moja kwa moja au ikapita kama malaika kama ndoto kutoka kwa mahali, wala kuonyesha namna gani inafaa upite. Ala kulli hali ni kadari nzuri, japokuwa tulisema zipo ndoto ambazo hutokana na shetani na tumeelekeza nini la kufanya. Ndio akasema hasa kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala isemayo baada ya audhu billahi minash shaitani rajim, na mimi ninainukuu

ikijadili kuhusu yenyewe yale iliyoyafanya. Kwa hivyo ukiona ndoto hii fahamu kwamba lipo jambo linakutia kwenye majuto, au kama unataka kufanya maamuzi ya jambo, tambua kwamba ndoto hii inaweza ikawa ishara ya katazo kwamba uh, utajilaumu kwa hilo ambalo unataka kulifanya. Imamu Nablis kidogo hiki pia, Allah amrehemu Anasema kwamba in utiba filmanami ama, e, ikiwa mtu atalaumiwa ndotoni min nabii, lawama hizo zikatoka kwa nabii au wali, au kwa wali au utiba min khalili, au ikawa kutokana na kipenzi dalla ala taubatihi, ndoto hii itajulisha juu ya toba yake huyu mtu, wa rujuihi an ghairihi, na kurejea kwake kutokana na mambo ya hovyo aliyoyafanya au upotevu wake. Hizi ni rai za wanazuoni waliotangulia kwenye falsafa hii ya ndoto. Hapa Dar es Salaam nipo mimi, hii Afrika mashariki nipo mimi, ndio nitakwambia sasa yaliyobaki kwenye ndoto hii ya mtu kuona akilaumu au akijilaumu au akilaumiwa, nini hasa kinakwenda kutokea kwake? Kwa kuanza tu um, kwa kuanza tu nikwambie kwamba mtu kujilaumu katika ndoto au kulaumiwa kunaweza kuwa na maana kadha wa kadha, kama nilivyoziandaa hapa, kama nilivyoziandaa hapa. Naona kuna mtu alinitumia ka ujumbe kidogo, ikanipendeza, nikajibu ka ujumbe kake. Kumradhi. Mtu yeyote ambaye ataona akiwa anajilaumu au analaumiwa katika ndoto, basi haya yanaweza kutokea. Tafadhali sana sana sana, yaumie meno haya na uyashike kwa magego. Tafsiri ya kwanza ni kwamba mtu huyu anaweza kupata hasara anaweza kupata hasara. Tafsiri hii nimekwisha itoa, si kwa mtu mmoja, na imethibiti mara nyingi. Tafsiri hii ni pale mtu atakapoona akijilaumu mwenyewe, basi afahamu kwamba mtu huyu atapata hasara aliyosababisha mwenyewe yeye mwenyewe, na endapo atakuwa yeye akimlaumu mtu mwingine, basi inaweza pia kujulisha kwamba yeye ataingizwa hasara na mtu mwingine, aidha ya nafsi ya mali au katika nafsi yake. Lakini kwa ndoto hii pia kuonekana katika ndoto ni rahisi mno, mtu huyu kuwa kwamba anaelezwa kwamba kuwa na tahadhari juu ya mtu huyu kwani atakupeleka kwenye majuto. Hii ni tafsiri ya pili. Tatu ni mtu ambaye yeye analaumiwa kama alivyosema Sheikh Muhammad ibn Sirin. Sheikh Muhammad ibn Sirina yeye amesema hapo E, aliyoyasema nami ni, nimekubaliana nayo, lakini chukua na hii, endapo utaona ndotoni kana kwamba wewe mm? kuna mtu ana kulaumu. E, nimesema tafsiri ya kwanza, tafsiri ya pili, hii ni tafsiri ya tatu. Ukiona kwamba wewe mtu ana kulaumu ndotoni kwa jambo ambalo hakika hujalifanya, humo ndotoni hukuona ukiwa umelifanya, na wewe nafsi yako haikubali juu ya kufanya hilo, basi ni ishara ya mgogoro wa siri ambao upo haujadhihiri, baina yako na mtu fulani au uliyemwona katika ndoto. Kuwa makini kwa sababu ndoto hii watu kadhaa waliiona na imeleta majibu ya kwamba watu hao walikuwa wakiwafanyia ufisadi, kwa wakiwafanyia mambo ya kichawi ili kuwadhuru. Kwa nini? Uh, uchawi ni fitna, uchawi ni fitna, na lawama pia umpelekea mtu kwenye msongo wa mawazo na mawazo ni jambo linaloweza kuua au kumfanya mtu kupata madhara makubwa. Na najua umenifuatilia vizuri na umenisikia barabara kabisa. Nikupe nafasi ya kuuliza kwenye video hii kwa comment kumi za kwanza, nitazijibu haraka zaidi, maana comment nyingi mno, nyingi zinazonga. Sasa nitakapokuwa ninajibu comment kumi za kwanza, nitazijibu kwa hali ya kasi ya 4G. haraka mno maana kwenye 5G hapo sijafika bado. Alisumbua kwa kwenye dakika tatu nne hivi mpaka risali moja ndoto yako, au masaa mawili matatu utashangaa imekwisha jibiwa. Nani? Maarif Jaafar Mtavassy. Karibu tena kwenye kipindi kingine madidawa cha tafsiri za ndoto. Hapa ni kisiwa cha maarifa, hmm.